wewe kama ni balozi, ni mjumbe wa balozi, ni katibu, ni mwenezi, ni mjumbe wa kamati ya utekelezaji, wewe unayo haki ya kuwasikiliza viongozi wako wa chama na kujifunza yaliyofanyika, ili ukitoka hapa ukienda kwenye kijiwe ukakisemea Chama cha Mapinduzi, litakuwa ni kosa la aibu mwana CCM ambaye wewe ni mwana CCM na wewe ni mwaminifu kwa CCM, sio mwaminifu kwa mtu. Nyinyi mnaapa kulinda na kukitetea Chama Cha Mapinduzi, hauwapi kulinda mtu. Mimi kama Kanyasu, kesho muda wangu wa ubunge ukiisha, atakuja mbunge mwingine. Akija mbunge mwingine, wewe utaapa kulinda na kukitetea Chama Cha mapinduzi ende anakuzuia usiende, unakubali wewe, utakuwa unakikosea Chama Cha Mapinduzi. Tunaapa, tunaapa kulinda Chama Cha Mapinduzi, na kwenye katiba pameandikwa kazi moja kubwa ya mwana CCM ni kulinda na kukitetea Chama Cha Mapinduzi kushinda na kuongoza dola. Sasa unazuiriwa kuja kusikiliza utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa CCM. Unaambiwa ukienda huko atakupi tena hela, asipokuja huyo ambaye anakupa hela utamchezea nani? <coughs> Kani kesho, huyo unayefikiri wewe kwamba sasa ndiyo amekumiliki. Na mimi nataka niwaambie viongozi wangu, wewe una heshima kubwa kwenye katiba yetu, heshima yako haiondolewi na mtu. Yani wewe una heshima ambayo katiba imekutambua, alafu anatokea mtu anakuambia, wewe ukienda huko mimi nakufuta. Anakufuta kwa uwezo upi? Kwa chama kipi? Kwa nafasi ipi? Kikao hiki nataka mkawaambie tena, muwaambie kwa moyo mweupe, ninawapenda sana. Msikilize ili mkitoka hapa kesho, diwani yoyote kama siyo Temba, mbunge yote kama sio Kanyasu, tunajua rais kesha patikana. Utakaposimama kuzungumza uzungumze vitu ambavyo una takwimu unavijua, na waliovisema wapo, na ushahidi upo. Unazuiliwa usije usikubali, wewe ni mwana kiongozi halali na uko hapa kwa sababu ni wanasicio, kwa sababu ya Kanyasu. Mimi naweza nikaamua kesho nisigombee, nitakuwaje? Sisieme viongozi mliyoko humo mpo kikatiba. Mwenyekiti wangu huyu ni mwenyekiti wa kikatiba wa kata ya Kalangalala. Mwenyekiti yule ni mwenyekiti wa kikatiba wa kata ya Bomba Mbili. hawa haa. viongozi hawa ni viongozi wa kikatiba wa chama halafu anatokea mtu anakwambia, wewe usiende, usiende, kwa sababu ukienda hapo huyo jamaa atapata sifa. Sifa ni ya CCM, sio yangu, yeah. Mtendaji, mtendaji ametoa taarifa ya utekelezaji wa ilani, diwani ametoa taarifa ya utekelezaji wa ilani, kuna mtu amekuja kujenga nyumbani kwangu mimi. Hii ni taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa CCM na nini mnavyopata mna taarifa ndio mnapata uimara wa kukitetea chama chetu na kumtetea Mama Samia. Anapatikana mtu anaitwa tu balozi, anasema msiende, nimeambiwa msiende jioni tawapitishia senene, senene akupe na njoo usikilize. Mfie moye, nataka niwashukuru sana mliofika hapa mmedihirisha kwamba mnapenda CCM na mnapenda maendeleo. Jipigieni makofi. CCM oye! Mheshimiwa mwenyekiti, nimeona nianze na hilo kwa sababu hawa ni viongozi, asilimia tisini ni wapya tuna mabalozi wapya tuna wananii wajumbe wa mabalozi wapya tuna wajumbe wakpada wachezaji wapya, ambao ni haki yenu kujua chama kimefanya nini kwa miaka mitano. Ni haki, sio haki ya mtu mwingine, ni haki yenu. Ikitokea huyo anayefikiri atakuja kufanya vizuri, ameshinda naye, atawaita msikilize, ni haki yake. Sasa kabla muda haujafika umeshaanza Msimbae sale wana sisi CCM, msiende wana sisi CCM. Sisi CCM oye! Siyo chama tulichokizoea sisi, chama tulichokulia sisi, viongozi tunaheshimiana. Mimi nikiwa na shida na uyu nitamtafuta, nikiwa na jambo nitazungumza hu mndani, tukitoka nje sisi ni wamoja, ni ndugu sisi CCM oye! Mnajua, uchaguzi tunapiga kura siku moja tu ya kura moja, na mnajua baada ya mwezi wa nane tutaendelea kuishi kama ndugu kwa miaka mitano. Unatafuta uadui wa nini na ndugu yako wewe? Wewe hugombei, wewe ndugu yako hagombei, wewe ni mpambe tu, unanunua uadui wa nini? Mimi mwenyewe sina adui, sina adui nini. Unitukane sijui ufanye nini yaani, wewe ndio kwanza na kuita kaka yangu sasa wewe mpambe unaemoe tu... unanielewa vizuri. Uchaguzi huu tuache salama, utuache tukiwa wamoja, utuache tukiwa ndugu. Tuna maisha mengi kuliko uchaguzi. Tutapiga kura siku moja, tutaendelea kuishi pamoja mpaka tufe. Sasa tunatafuta maadui wa nini? E o, naomba niwaambie, mimi na si mchukii yoyote, nawapenda wote, hata wanaokodiwa kunitukana wananitukana mpaka na matusi ya nguoni. Nawaambia waendelee zaidi, tena ikiwezekana watengeneze tepu, wasambaze kwenye tepu ili kusudi watu wanasikiliza, na wakienda kulala wala hamna shida Hawatakuwa ah, adui zangu na wala sitawachukia ni